Hii ndio namna ambayo unaweza kujua kama simu yako ina support mfumo wa data wakati unaendelea kuongea na simu au haisapoti. What is VoLTE? VoLTE bana ni voice over LTE, yaani unakuwa unatumia mtandao wa 4G LTE network wakati upo on voice call, yaani unaendelea kuongea na simu wakati data zipo on. Huu ndio mfumo wa VoLTE. So leo nataka nikuweke uwanja, yaani nikufundishe namna ambayo unaweza kujua kama simu yako ina support mfumo wa VoLTE au haisapoti. So guys, kwa simu za iPhone utaingia settings, ukifika settings utaenda theme ya data, mobile data, then voice and data. Baada ya hapo utaangalia kama kuna ile option ya VoLTE. Kama ipo, basi ujue simu yako ina support VoLTE na utaiwasha on ili uendelee kuitumia, na kama haipo, basi utajua kabisa simu yako hai support VoLTE. Lakini kwenye simu za Android unachotakiwa kufanya, utaenda kwenye phone call, utabonyeza nyota leli nyota leli then 4636. Baada hapo utabonyeza nyota leli nyota leli. So hapo utaenda kuangalia phone information, utabonyeza phone information, basi watakuletea hapa kama unavyoona jamani, kuna full phone information kama unavyoziona guys, utatafuta sehemu imeandikwa VoLTE. Ukiona hilo neno lipo na imejitanon japokuwa imeleta kivuli, basi ujue kabisa simu yako ina support volte. Video iliyopita nimeelekeza namna ya kuiaccess, yani ya kuactivate volte kwenye simu yako, kwa hiyo unaweza kwenda kuiangalia na ukajua na ni namna gani unaweza kuiaccess volte. so guys ili kujua kama VOLTE imefanya kazi au haijakubali kwenye simu yako, jaribu kumpigia mtu simu, alafu uangalie pale network, kama mtandao umekata au bado inaandika 4G. So ikiandika 3G au 2G, ujue kabisa basi simu yako haisupport VOLTE, na kama ita itaendelea kusoma 4G au LTE, basi ujue simu yako ni bomba na support LTE. So guys, hakikisha umefollow page yetu ili kuendelea kupata maneno kuntu kutoka kwetu. So guys, thank you na nimemaliza.